Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa siku leo tunaenda kuangalia kitu cha msingi sana ambacho ni muhimu na kinatupasa kila mmoja aweze kukielewa na ni mtazamo ambao tuko nao kuhusiana na magonjwa na uponyaji wa kimungu ambao unafanyika katika siku za leo. Tunataka kuangalia kuhusiana na mitazamo ambayo tuko nayo kuhusiana na magonjwa, na kuangalia mitazamo ambayo tuko nayo kuhusiana na uponyaji ambao Mungu anakuwa anauachilia ambao Mungu anakuwa anaachilia na mtazamo binafsi ambao tuko nao sisi kuhusiana na magonjwa. Kiwalesia ni kwamba sisi ni wanadamu na tupo hapa duniani kuna mambo mengi yanatukuta tukiwa hapa duniani. Kuwepo duniani sio garantia kwamba utakuwa safe kwa kila kitu. Kuokoka sio garantia kwamba utakuwa safe kwa kila kitu. Yes, tumeokolewa, lakini kuna mambo mengine yanatukuta yanakuwa kuna namna kuelezea na kuwa ni vigumu sana moja ya haya mambo ni magonjwa ambayo mtu anakutana nayo katika maisha yake ya wokovu. Kuna kuwa na perception mbalimbali sana za kuelezea nature za kuelezea, namna haya magonjwa yanapotokea katika maisha ya mtu. Kuna mwingine anaweza akasema labda ni kwa sababu tu za kiafya na wadudu wamepelekea changamoto kama hizo, lakini kuna mwingine pia anaweza akaelezea kwa kwa perspective ambayo inakuwa ni tofauti kidogo, anadhani labda kuna intervention ya nguvu za giza kuna mwingine anaweza akasemea kuhusiana na mambo mbalimbali, lakini kwa mtazamo wa kimungu tunajitahidi sana kuangalia kila kitu ambacho kinatukuta katika maisha yetu kwa mtazamo wa kimungu. Tunajaribu kuangalia, je, Mungu ana nafasi gani katika haya mambo? Mungu ana nafasi gani katika mtazamo wetu? Je, Mungu anaona kama sisi tunavyoangalia magonjwa ambayo kila mtu anakutana nao kila siku? Je, tunavyointapreti vile ambavyo tunayatafakari vile ambavyo sisi tunaamua tukikutana hizo situation za magonjwa, je ni the same kwamba na Mungu angeamua kama sisi tunavyoamua? Kwa maana kitu cha msingi sana, tunahitaji katika kila jambo ambalo tunalifanya, tufanye maamuzi ambayo ni, ni kama Yesu angekuwa hapa duniani angeamuaje. Kwa mfano, kama wewe ni mpendwa, umekutana na jambo ambalo linakutatiza au umekutana changamoto, changamoto yote ya magonjwa, jambo la msingi ambalo inatakiwa kuelewa ni kwamba, je utaamua nini kuhusiana na hiyo fate utaamua nini kuhusiana na hilo situation ambayo umekutana nayo. Mtu anaumwa, je, kuna maamuzi gani au kuna hekima gani utaitumia kuintervene katika hiyo situation ambayo mtu anakuwa nayo? Kwa ni jambo la msingi sana, sisi kama watu ambao tumemwamini Mungu, tunahitaji kila wakati maamuzi yetu yawe kama vile ambavyo Mungu alivyoamua. Kwa kila jambo ambalo tunalingamua na kuliamua katika maisha yetu kuhusiana na magonjwa, inatupasa tuchungulie katika jicho la Kimungu sio tu kuamua tu kwa kutumia akili zetu au fahamu zetu, tunahitaji kutumia akili za Kimungu, hekima za Mungu katika kila jambo. Nianze na kitabu cha Wakorintho wa pili mstari wa kumi na mbili ule mstari wa saba mpaka wa tisa ni andiko ambalo limekuwa likitumika na wengi sana vibaya, limekuwa likiwa quoted vibaya sana katika maandiko mengi. Wengi wanasema kwamba Mtume Paulo kwamba alipewa ugonjwa ambao alikuwa akiishi nao na alikuwa anajitukuza katika ugonjwa kwa sababu aliamini kwamba amepewa na Mungu. This is typically wrong. Na hii inaleta mafundisho hasi katika kanisa. Kwa maana yake sasa inabidi kwanza uelewe. Inabidi tuwe na uelewa sahihi katika kila jambo. Inabidi tuwe na mtazamo halisi, mtazamo wa kimungu katika kila jambo. Je, Mungu anasema nini kuhusiana na magonjwa? Mungu anaamini nini kuhusiana na magonjwa kwa wanadamu? Mtazamo wa Mungu ni tofauti sana na mtazamo wa wanadamu. Wa kwa katika hii perspective ya magonjwa tumekuwa tukimistake sana, kwa kuamini kwamba eti kila kitu ambacho tunakipitia sometimes ni vitu vya kimungu no. Maandiko ya Mungu anasema kwamba kila kitu chema kinatoka juu. Maana sasa, kumbe Mungu ni Mungu ambaye ni mwanzilishi wa mambo yote mazuri. Kila kitu chema kinatoka kwa Mungu. Ukiangalia origin au mwanzo wa magonjwa, magonjwa hayajaanzia kwa Mungu. Magonjwa yaliingia pale tu ambapo wazazi wetu wa kwanza walipoasi. Pengine hata mbu ambao wanachukua damu kwa mwanadamu ili kuweza kusababisha malele, pengine kabla ya Adamu walikuwa wana feed, au wanakula chakula kingine tofauti na damu. Kwa maana tu baada ya haya yote kutokea katika bustani ya Eden, kila kitu kilikuwa disturb, kila kitu kiliharibika mfumo wake. Kwa maana sasa hata hawa ambao walikuwa wanakula chakula kingine, kama wakaanza kuchukua chakula kwa mwanadamu ambaye ni dam ili waweke hao wadudu kwaajili ya maleli, lakini kabla ya hapo kila kitu kilikuwa smooth. Kabla ya hapo kila kitu kilikuwa vizuri, kwa maana um, mwanzilishi wa magonjwa ni shetani, mwanzilishi wa kila ambalo ambayo mwanadamu ni shetani. Ndio maana katika maandiko Mungu anasema kila kil kiumba alikiona ni chema, maana kwa, kwa Mungu kila kitu anakileta kwa abahoanakietaaaada ni chema mwanzo wa vitu vizuri unatoka kwa Mungu. Kwa maana yake, kama unatafuta kitu chochote kizuri, mtafute Mungu, yeye ndiye ana vitu vizuri ambavyo vinatoka kwake. Uh, tukija katika andiko ambalo wengi linawachanganya na wanalitumia vibaya sana, kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya kumi na mbili mstari wa saba mpaka wa tisa. Hichi kitabu kilikuwa kinaelezea kuhusiana na ile situation; kilikuwa kinaelezea kuhusiana na ile hali ambayo Mtume Paulo alikutana nayo katika utumishi mtume Paulo alivyokuwa anachunga kanisa la Wakorinto, kuna vitu ambavyo alikutana navyo na akaviandika katika maandiko, ambavyo wengi vinawachanganya sana kuvielewa siku ya leo, na wana mwisho wa siku wanaishia kuinterpret, wanaishia kutafsiri tofauti kabisa na kuanza ku mislead watu wengine. Wanaanza kusema kwamba maybe kwa magonjwa ambayo alikuwa nayo yamkini alipewa na Mungu ili tu aweze kukaa nayo. No, ukisoma andiko vizuri Mungu anasema kwamba huo mwiba aliyopewa alipewa na mjumbe wa shetani. Mjumbe wa shetani ni nani? Mjumbe ni mtu ambaye anapeleka taarifa moja kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa maana tukisema mjumbe wa shetani ina, inamaanisha kwamba ni inaweza ikawa ni ikatumika katika perspective ya mtume wa uongo ambaye alikuwepo katika kanisa la Korinto ambaye alikuwa anaeneza habari za uongo za shetani kwa kanisa. Alikuwa na liharibu kanisa. Hii ni maana mojawapo ya mjumbe wa shetani ambaye alikuwepo katika kanisa la Wakorinto akilipotosha, aki aki kanisa, akilifundisha tofauti na vile ambavyo Mtume Paulo alifundisha hapo kabla. Kwa maana yake sasa, kumbe huyu mjumbe wa shetani alikuwa akilipotosha kanisa tofauti na vile ambavyo Mtume Paulo aliwaelekeza pale mwanzo. Kwa, kwa maana hiyo basi, mjumbe wa shetani alikuwa anajaribu kumwekea mwiba Mtume Paulo kuleta ugumu katika kueneza kile ambacho Mungu amemwachia Paulo kwa sababu tu yeye alikuwa anaeneza taarifa za uongo anapotosha kanisa lakini kwa maana nyingine mjumbe wa shetani inaweza ikawa ni, ma, mapepo wabaya, ma, inaweza ikawa ni wajumbe wa shetani wengine kama mapepo wabaya ambao walikuwa wakimwataki Paulo katika ulimwengu wa loo. Lakini haikuongelea moja kwa moja kwamba ni ugonjwa ndio ulikuwa unamsumbua Paulo. Ndio maana Paulo aliomba mara tatu ya kwamba hicho kitu kimtoke aliomba mara tatu ya kwamba hicho kitu ambacho kinaendelea kwa sasa kinachoendelea kumsumbua katika kanisa kimtoke, lakini haikuwa hivyo, kwa sababu tu Mungu alisema kwamba hiki kitu siwezi nikakitoa kwa sababu neema yangu inakutosha. Neema ya Mungu inamtosha Paulo, kwa maana kumbe sasa katika hiyo situation ambayo Paulo alikuwa naepitia haikuhitaji kumondoa yule mjumbe wa shetani, lakini neema tu ya Mungu ilikuwa inamtosha kuweza kumshinda yule kuna kesa sasa, hata katika situation yoyote ambao sisi tunapitia usiombe kitu kiondolewe, lakini omba neema ya Mungu izidi sana katika maisha yako. Kwa hivyo basi, Mtume Paulo alipokuwa anapitia katika hiyo hali kama kulikuwa na wajumbe wa shetani ambao walikuwa wakilishambulia kanisa regardless, sijajua inaweza ikawa ni mjumbe kama mtume wa, wa, wa uongo au vitu ambavyo ni uh, majeshi ya nguvu za giza katika ulimwengu wa roho yalikuwa akimsumbua, lakini in fact ilikuwa ni mjumbe wa shetani ambaye alikuwa anajaribu kuharibu kila ambacho Paulo alikuwa nakitengeneza katika kanisa la Korintho. Kwa maanake, kwa maana nyingine, sasa haikuwa ni ugonjwa ambao ulikuwa unamsumbua Paulo, bali ilikuwa ni agenti wa shetani ambaye alikuwa ameagizwa kusababisha majanga, kusababisha changamoto mbalimbali kwa Paulo. Ndio maana ukisoma katika Wakorintho wa pili sura ya sita, kwanzia mstari wa kwanza hadi wa kumi, Paulo anaorozesha pale. Paulo anajaribu kuorozesha changamoto zote ambazo alikutana nazo, alipigwa, alifanywa hivi na hivi, lakini haumwoni akitaja kwamba aliugua. Anataja changamoto ambazo alikutana nazo, ambazo ambazo mimi nawe katika maisha ya kila siku tunakutana nazo, ya kwamba kuna kukataliwa kuna kupigwa kuna kuteswa, hivi na hivi. Ni vitu ambavyo hata Paulo alikutana navyo, hataji kama magonjwa, hataji kama magonjwa. Kwa maana ukisoma kwanzia hiyo sura mstari wa kwanza mpaka wa kumi, hiyo sura ya sita, hauone akitaja changamoto ya kuugua, maana alikuwa na anaelewa katika fahamu zake kwamba mwanzilishi wa magonjwa ni Shetani. Kwa maanake hawezi Mungu akamletea ugonjwa Paulo ili amwambie kwamba ninakuadhabisha, au ili amwambie kwamba ninakufundisha kitu. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Isaya sura hamsini na tatu mstari wa tano maandiko yanasema kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa maana yake alivyoteswa pale, alivyojeruhiwa msalabani alileta uponyaji kwetu. Alivyoteswa pale msalabani alileta uzima kwetu kwa maana yake, sasa, kumbe tulikuwa na mabadilishano ya kwamba shida zetu sisi tulibadilishana na Mungu, changamoto zetu sisi tulizibadilisha kwa Mungu, magonjwa yetu sisi ambayo aliwapata kuanzia kizazi cha kwanza cha kinadamu na tulibadilishana na Mungu, yeye alichukua magonjwa yetu sisi, tukachukua uzima. Manake sasa hauna sababu tena ya kuendelea kuishi katika changamoto ya magonjwa ukiamini kwamba unajaribiwa na Mungu. Kama ungekuwa unajaribiwa na Mungu, ni heri usingeenda hata hospitalini kuchukua dawa yote, ukakaa ndani ili usikilizie maumivu ambayo unajaribiwa, lakini hicho kitu sio kweli. Lakini pia ukisoma maandiko katika kitabu cha Kutoka ile sura ya kumi na tano mstari wa ishirini na sita Mungu anajifunua katika wana wa Israeli kama Jehova Rafa, ya kwamba yeye ni Mungu mponyaji katika wana wa Israeli changamoto walizopitia katika magonjwa, bali pitia aliwambia, mkishike sheria yangu, mimi ni ndiye ambaye ninaachilia uzima, kwamba yeye ndiye anayeponya, kwamba yeye ni Mungu Yehova lako. Mungu mponyaji, kwamba ndio jina lake, na jina la Mungu ni kitu ambacho ni yuko hivyo, ni mnicha ya Mungu, kwamba yeye ni Mungu mponyaji, yeye ndiko yuko hivyo, kwa maana Mungu akiwa popote pale, yeye ni mponyaji kwa kila changamoto ndio maana tunaona hata Yesu Kristo akiwa hapa duniani katika kipindi cha huduma yake, pale alipokutana na magonjwa aliyaponya, kwa sababu ndio jina lake. Yeye ni Jehova Rafa, Mungu mponyaji. Kwa maana yake Mungu alijifunua kwa wana wa Israeli kuambia kwamba yeye ni Mungu mponyaji, sio mwanzilishi wa magonjwa, lakini yeye ni anaondoa kila kitu, anatibu kila kitu. Kwa maana yake Mungu ni Mungu mponyaji. Mungu hawezi akawa Mungu mponyaji alafu pia akawa Mungu ambaye analeta magonjwa at the same time ko elewa unavyosoma maandiko kutoka kitabu cha kwanza cha mwanzo mpaka Ufunuo, Mungu ni Mungu mponyaji. Hamna namna ambavyo unaweza kutafsiri kwamba Mungu analeta magonjwa kwa mwanadamu. Mwanzilisho wa magonjwa yote ni Shetani, the house of bad ni Shetani, lakini Mungu ni mwanzilishi wa kila kitu chema. Kwa maana sasa, inabidi tubadili mitazamo yetu tunapokutana na vitu tubadili mitazamo yetu, tujaribu kuelewa, tujitahidi kuelewa sana tunavyopitia maandiko. Tunachanganya sana vitu tunavyojaribu kutafsiri Biblia.